Kristo Yesu alikuwa akiambia mitume, anaambia ipo siku watu watakuja kwangu na nitawaambia ondokeni, siku ajua. Nikajaribu kujifikiri kwa nini watambiliwa waondoke, wa hawakuwajua. Nawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ningependa tusemezane neno fupi katika kitabu cha Mathayo sura ya kiya saba na mstari wa ishirini na mbili hadi 23. Biblia inasema, wengi wataniambia siku ile Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Nina neno fupi ambalo linasema ikiwa ni Kristo na iwe Kristo kweli. Ikiwa unamtumikia Kristo, umtumikie Kristo kwa haki na kweli. Hizi ni habari ambazo Kristo Yesu alikuwa akiambia mitume, anaambia ipo siku watu watakuja kwangu na ni nitawaambia ondokeni, sikuwajua. Nikajaribu kujifikiri kwa nini watambiliwa waondoke hawakuwajua ni kwa sababu moja: hawa watu walikuwa wanavaa ngozi ya kondoo na ndani ni mbwa mwitu, wanajifanya wanahubiri, wanatoa unabii na huku ni washirikina, wanajifanya wanaimba na huku ni wazinzi, wanajifanya wanamtumikia Mungu na huku wamejawa chuki hao. Ipo siku moja, na hiyo siku itafika tu upende usipendi, ambapo sote tutakuwa mbele ya kiti cha hukumu. Wengi wataambilia waondokeni sikuwajua, na itakuwa kilio na kusaga meno. Cha kufanya ni nini? Ikiwa namtumikia Mungu, mtumikie Mungu kwa haki na kweli. Timoteo wa pili 2:19 inasema na kila litajai jina la Kristo, jina la Mungu aache uovu. Simama vizuri katika huduma yako mtumikie Kristo kwa haki na kweli. Katika kuhubiri kwako, hubiri kwa haki na kweli. Katika kutabiri kwako, tabiri kwa haki na kweli. Katika kumwimbia Mungu, mwimbie kwa haki na kweli, ili hiyo siku usije ukajuta, ili hiyo siku usije ukatupwa kwenye lile ziwa liwakalo moto. Mungu akusaidie na uwe na siku njema. Amen.